Aleluya, Yusufu aliwei kusikia sauti mbili. Sauti ya kwanza kwanza limwambia acha kaleka na mke kwanza, kako mimba na hivi vitu vyote vitakugeukia, utapata matatizo makubwa, sidi vitu vitakuwa hivi na hivi. Alafu Yusufu iko nasikiliza, nawe watakufanyia hivi Na nawe takutokea Na nawe tatokea hivi Ta. wakati iko nasikia hiyo sauti, kaja sauti ya upande acha. wa upande mwingine sema amena ikasema, waego usimuache mke usimwache nani? Kwa sababu mimba hii yanayo ni, ni, ni, ni, ni kwa ajili ya uwezo wa nani wa Roho Mtakatifu. Alitambua utofauti wa hizi sauti, nini hii ni ya na hii ni ya nani, akaamua kufuata. Haleluya! Kila maamuzi mabaya unayoyafanya katika maisha yako ni sauti ulisikia, na maamuzi mazuri unayoyafanya katika maisha yako ni sauti huwa unayasikia. Endapo unaona maisha yako yako mabaya, kuna sauti unayoitii mbaya kuliko vitu vingine vyote. Hallelujah. Kuna sauti ya tatu, sauti ya malaika. Amen. Kwa nini malaika wanaongea na sisi kwa sauti? Katika kitabu cha Wahebrania sura 1 mstari wa 14 inasema hivi, tunaanzia 13. Je, yuko malaika ambaye aliyemwambia wa, wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapoweka adui wako chini ya miguu zako? Je, hao malaika wote sio roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale wanaorithi wokovu? Amen. Kila mtu aliyeokoka kuna malaika ambao Mungu anawatuma wa kuhudumu kila mtu aliyezaliwa na Baba, ulizaliwa na Mungu, unao malaika wanaotumwa wa kuhudumia. Sasa malaika hawa wanaweza wakakuzungumza wakati wako katika huduma zao. Haleluya, wakati wako katika huduma nini zao? Kuna watu wako wananisikia hapa, haleluya muhedeze gukurikirana ijambo ry'Imana mushikirizwa numwongere wishengero ya pentekote nuru mu Burundi Reverend Mugisha Pierre